Mimi kama mtu kama kuna mtu siwezi kutana na yeye mimi nuru ukanga, ni William Samuel Ruto. Siwezi wachana na mambo ya pocho mili. Wachana nayo, wachana na mambo ya pocho. Hapa hatuongelei mambo ya pocho mili, tunaongea ajenda ya mwananchi. Ruto ameharibu nyingi sana. Wakati Ruto ameingia kwa power kila kitu imeharibika swani, swani. Uh, can you ask me question? Come in front. I'm ready to take question. Bwana Speaker, huyu member anatudanganya kuwa rais amesema anajenga airport hapa. I think huyu mtu ako confused. Ruto alijenga alisema atajenga shule. Bwana udanganye media. Mimi sidanganyi media kwa sababu ukiweka hapa shule lazima kiwanja ya mpira itakuwa. Hiyo ndio inafaa ujue. Shule utajenga na hakuna kiwanja ya mpira. Na Ruto hawezi jenga hapa shule. Wacha nikuambie. Aliongeleja hivyo wajinga